Na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Xi'an, mji mkuu wa mkoa wa Shaanxi, kaskazini magharibi mwa China, uliitwa Chang'an ulipokuwa chini ya Enzi ya Tang. Vivutio vya utalii katika mji wa Xi'an vinawawezesha watalii kusafiri katika kipindi cha enzi ya Tang na kuishi kwa siku moja maisha ya watu katika enzi hiyo. Maagizo ya hoteli na tiketi za kutembelea vivutio vya utalii mjini Xi'an viliongezeka katika mapumziko ya siku ya wafanyakazi yaliyoanza Aprili 29 na kumalizika Mei tatu mwaka huu. Katika kivutio cha utalii cha kitamaduni kinachoitwa Siku Moja Ndefu huko Changan, jina linalotokana na riwaya maarufu ya Kichina na mchezo wa televisheni, wageni wanaweza kuwa wakazi wa enzi ya Tang na kujishughulisha na utamaduni wa zama hizi. Kivutio hiki ni cha kwanza cha aina yake kuwashirikisha watalii wa Kichina katika utamaduni wa mtindo wa anziatan. Watalii wanaweza kuvaa nguo, kucheza michezo ya vyumba vya kutoroka, kufurahia chakula na kutazama maonyesho makubwa ya sanaa. Tangu kufunguliwa kwake mwezi Aprili mwaka jana, kivutio hiki cha kitamaduni kimepokea watalii zaidi ya milioni mbili. Waandaji pia wameongeza maonyesho kama muziki wa Yan na enzi ya Tang ulioorodheshwa kama sehemu ya urithi wa kitaifa wa China usioshikika na pia mchezo maarufu wa usiku Enzi ya Tang inayong'ara daima, ambao tiketi zake ziliuzwa zote siku saba kabla ya mapumziko ya siku ya wafanyakazi, katika kivutio cha utalii cha mji unaong'aa daima wa taa Tang, duka kubwa la manunuzi lenye urefu wa mita elfu mbili na mia moja mjini Xi'an. Onesho la kufurahia na kuchekesha linalohusiana na utamaduni wa Enzi ya Tang linawapeleka watazamaji katika safari ya kuvuta wakati wa anga katika hadithi, mawaziri wakuu wawili maarufu wa Enzi ya Tang. Fang Xuanling na Du Ruhui wanasafiri kuvuka wakati na kufika katika duka hilo kutafuta watu wenye ujuzi. Waigizaji wawili wanaovaa mavazi ya jadi ya Kichina Wanachagua watu kati ya watalii kwenda jukwani kujibu maswali. Onisho hilo linaitwa Sanduku la Siri la Enzi ya Tang na linavutia ufuatiliaji wa watazamani nchi nzima. Waigizaji hao sio peke yao ambao wamevaa mavazi ya Enzi ya Tang. Watalii wengi wanarekodi mavazi hayo yanayoitwa Hanfu kwa ajili ya siku watakazotembelea mitaa ya Xi'an. Mavazi hayo yalivaliwa na kabila la Han miaka karibu elfu tatu iliyopita. Mara nyingi jina hilo linaashiria majoho marefu yenye rangi za kung'aa yakivaliwa na mapambo ya asili na mitindo ya nywele.